kwa njia ya YouTube. Uzidi kubarikiwa neema za Mungu uzidi kuwa juu ya maisha yako. Leo tena ni siku nyingine ambayo Mungu ametupatia kibali tena kujumuika pamoja na kuianza na kuianza siku mpya ya leo na siku njema ya leo. Ubarikiwe kokote kule ambako unanisikiliza kwa njia ya mtandao kijamii Afrika, Kongo, Marawi, Kenya, Burundi, wote neema za Mungu ziwe juu yenu. Leo tumempendeza Mungu kuwa pamoja nanyi kwa siku njema ya leo na kujumuika pamoja nanyi. Tunalo somo zuri ambalo leo tutaenda kujifunza vizuri kabisa. Lakini zaidi ya yote naomba nitume link na unaweza kunisaidia kutuma link katika magrupu. Yes, asante. Waweza kunisaidia kutuma link katika magrupu ya WhatsApp ukiwa unayo kwa ajili ya kushare ujumbe. Lakini pia kama una rafiki yako unaweza kumkaribisha tukaanza pamoja na tukamaliza pamoja katika maneno ya Mungu haya. Leo tunalo somo zuri kabisa. Mungu ametusaidia na kutujalia. Tunalo somo zuri ambalo tutakuwa nalo na utaenda kuelewa vitu vingi sana ambavyo Roho Mtakatifu ataenda kutufundisha kwa muda huu ambao tutakuwa nao. Uzidi kubarikiwa. Neema ya Mungu zidi kwa juu ya maisha yako. Watana nani kuanzia mwanzo paka mwisho. Naitwa Evangelist Evod Medson. Ndio jina langu, ni kijana niliokoka, nampenda Kristo Yesu. Sasa leo tutaenda kujifunza somo zuri, somo linaitwa utofauti wa Yesu, ninakicha kifupi sana, utofauti wa Yesu. Utofauti wa Yesu, kunakuwa kuna shida kubwa sana ambapo napoenda mtaani kuhubiri, watu wengi unakuwa hawamjui Yesu vizuri, hata wengine wanamsema Yesu kwa wanamsema Kristo Yesu kwa mapokeo tu, lakini sio kwa kumwamini. Maana na wengine lakini pia wana wanafundishwa lingine tofauti na lile ambalo inapaswa kufundishwa kuhusiana na Kristo Yesu. Sasa leo hii kwa neema ya Mungu utaenda kujifunza vizuri na utaenda kuelewa utofauti wa Yesu Kristo. Yesu ana utofauti wake. Na hapa leo tutaenda kuona huo tofauti yaani utofauti wa kumsema Kristo Yesu na kusema watu wengine Yesu ana utofauti sasa leo tutaenda kujifunza vitu vizuri na vya msingi sana jambo la kwanza Yesu aliwaona watu wa kuokolewa aliwaona watu kama Yesu aliwaona kama watu wa kuokolewa sio wa kukataliwa iko hivyo Jambo la kwanza ni utofauti kati ya Yesu na walimu wengine ambao walikuwa wanafundisha na walimu wengine ambao walikuwa wanaelekeza na walikuwa wanatoa maandiko ya kwa Mwenyezi Mungu. Kuna utofauti mkubwa sana. Kipindi Yesu anakuja duniani, mtu ambaye alikuwa ni mwenye dhambi alikuwa anatengwa na jamii, alikuwa afai kujumuika katika jamii. Kuna mwanamke mmoja ambaye alifanya dhambi ya uzinzi, alipofanya dhambi ya uzinzi Torati ilamrisha ukikamata mwanamke akizini mpige kwa mawe mpaka afe. Sasa Yesu baada ya kuja kuletea ile kesi, unajua Yesu aliwaambiaje? Aliwaambia ni nani kati yenu ambaye hana dhambi na wa kwanza kumtupia huyo mwanamke? Biblia inasema akakosa dhambi ya kumshtaki. Ina maana kumbe na wao walikuwa na watenda dhambi. Na siku hivi tunaona utofauti wa Yesu Kristo pale pale toa hukumu, hakuhukumu dipa bali alichohitaji ni kwanza amsaidie binti yule. Sawa, amemfuma akizini. Solution sio kumpiga, maana kumpiga mtu aiondoi dhana na spirit over ambayo iko ndani yake. Kinachotakiwa ni kumsaidia namna ya kushinda uzinzi, ili next time usije karudia. Sasa bahati mbaya zaidi wale ambao wamekuja kumhukumu, kumbe na wao walikuwa watenda dhambi kama mwenzao, lakini sema waliona kibanzi katika jicho lao, wakasahau boriti ambayo wameliacha katika jicho lao. Unaona bwana, asiku hivi Yesu Kristo alivyokuja duniani Jambo la kwanza aliwaona watu kuwa wanahitaji msaada kukorewa, wa kuokolewa na hakuwahukumu watu. Aliwaona watu kuwa wanahitaji msaada wa kuokolewa na hakuhukumu watu. Aliwaona kuwa watu wanahitaji msaada wa kuokolewa na hakuwahukumu watu. Na huo ndo tofauti wa Kristo Yesu. Injili ya Luka 19:10 na tisa, Biblia takatifu inasema hivi kwa maana mwana wa Adamu alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Yesu akumuona mtenda dhambi kama adui, bali kama mtu aliyepotea anayehitaji wokovu. Tarudia kitabu cha Luka sura ya 19 mstari wa 10, Biblia inasema kwa maana mwana wa Adamu alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Sasa iko hivi, mwana wa Adamu Yesu Kristo alikuja duniani kutafuta, kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Hakuja kumwangamiza mwanadamu, hakuja kumhukumu wanadamu, bali alikuja kutafuta na kuokoa mwanadamu aliyepotea. Lakini utofauti wa watu wengine, walikuwa na hukumu, walikuwa wanapoteza, walikuwa waokoi, lakini Yesu Kristo alikuwa potezi, alikuwa anaokoa, na huo ndio tofauti wa kumpata Kristo ndani ya maisha yako. Anapoingia ndani yako, akuhukumu bali anakuokoa anakunasua, kukutoa katika vitu viovu anakumnasua kukutoa katika matendo maovu. Sasa utofauti wa Kristo Yesu na watu wengine, watu wengine wanahukumu, ila Yesu Kristo anaokoa. Watu wengine wanapoteza, ila Yesu Kristo hapotezi, anakumbatia ili apate kuokoa. Na huo ndio tofauti ambayo. Yesu anamwambiaje? Mwana wa Adamu hakuja duniani, mwana wa Adamu hakuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Mwana wa Adamu alikuja, mwana wa Adamu alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Sasa hivi Yesu alipoanza injili ilikuwa ni tofauti sana na watu wengine ambao walikuwa wanahubiri tarudia tena. Yeye alikuwa anazingatia sana kuitafuta nafsi ya mtu ambaye amepotea kuliko matendo ya mwili. Jambo la pili ni kwamba Yesu alionyesha huruma baada hukumu ya hukumu, Injili ya Yohana 8:7 ni kwamba yeye asiye na dhambi miongoni mwenu awe wa kwanza kumtupia jiwe. Yaani alilaani dhambi lakini alimhifadhi mtu. Tarudia. Yesu anaonyesha huruma baada ya hukumu. Yesu, baada ya kuja duniani, kitu ambacho anakifanya ni anakuja kumhurumia mtu, hakuja kwa ajili ya kumhukumu mtu, anakuja kwa ajili ya kumhurumia mtu. Anapitia katika station ngumu hiyo. Ana sura ya nane ni ule mfano wa kwanza ambao nimekusema, ule mwanamke ambaye alifumaniwa kizini, kizini na Torati ilikuwa imeshamlisha, ukishika mwanamke kizini ni kumpiga kama mpaka afi. Lakini tunaona Kristo Yesu, baada ya kuja, hamhukumu yule mwanamke bali anamfanyia suluhisho ili apate kutoka katika yale makosa na madhambi ya mwanae. Anamwambia binti, mimi sikuhukumu. Hili ndio neno ambalo nakuambia kwamba umesamehewa dhambi zako zote. kwa tunaona Kristo anamwambia ile binti kwamba umesamehewa dhambi zako zote, hakumhukumu kweli. Dhambi alikuwa nazo, dhambi ile binti alikuwa nazo, ila solution ya kuondoa dhambi ndani ya mwana wanadamu sio kumhukumu, bali ni kumpa msamaha, forgiveness. Injili ya kitabu, kitabu cha Isaya moja nane. Biblia inasema njoni tusemezane, anasema Bwana. Dhambi zenu japokuwa nyekundu kama damu. Hmm? Hata zisafishe zitakuwa nyeupe kama theluji. Muona Bwana. Kwa kumbe, suluhisho la dhambi si kuhukumu dhambi kwa kwa kumsema mtu bali kuhukumu dhambi kwa nia njema ya kumsaidia. Na ndio Yesu baada ya kuja wakawa na mshangaa sana. Kwa mshangaa sana mafundisho yake, akaonekana kama ni mtu ambaye anawakumbatia watenda dhambi. Lakini kumbe, upendo una nguvu kuliko adhabu kwa Yesu, na mwambie yule kwamba mimi sikukumu ila ninakwambia umesemewa dhambi zako mwana Bwana. Hiki ndio kitu ambacho kile mtafuatisha Yesu na mafarisayo na waandishi. Kwa mafarisayo na waandishi walikuwa na hukumu according kwa torati ya Musa, lakini Yesu alipokuja alikuja kutengua, a, a, alikuja kurekebisha, au alikuja kusuluhisha hiki kitu ambacho manabii wengi walishindwa kukirekebisha, yani msamaha wa dhambi kwa njia tu ya ya imani ya kuamini ya. Lakini jambo lingine li ambalo tunaweza kwenda kuliangalia ni kwamba Yesu alikabiliana nao. Yesu alikuja kwa nia ya kubadilisha, Yesu alikuja kwa nia ya kubadilisha, Yesu alikuja duniani kwa nia ya kubadilisha. Huo ndio tofauti wa Kristo Yesu na wengine. Yesu alikuja duniani kwa nia ya kubadilisha mwanadamu, kitabu cha Mathayo 9 mstari 10. Biblia inasema Yesu alikuwa, Yesu alikula pamoja na watoza ushuru na wenye dhambi, si kwa kuhalalisha dhambi, bali kuwavutia kuwavutia wenye toba. Hii Mathayo sura ya tisa. Yesu alialikwa bwana Farisao mmoja, ndio Simoni, nyumbani kwake, alibarikwa na Simoni. Biblia inasema baada ya kuingia katika nyumba ya Simoni aka aka aka, baada ya kuingia katika nyumba ya Simoni, wakaanza kupata chakula, akaja tena binti mmoja, amevaa mavazi ya kikaba akalia sana miguni mwa Yesu. Unajua Yesu anamwambiaje? Kristo Yesu anamwambia binti, mimi sikuhukumu. Hili ndio neno ambalo nakwambia kwamba umesamehewa dhambi zako zote. Sasa, kwa rafiki zangu. Yesu akumtazama yule binti kwa taswira ya nje kama ambavyo Simoni alimwangalia. Simoni alimtazama yule binti kwa mtazamo wa kinje, lakini akuchungulia ndani kwamba yule binti anahitaji msaada wa kusamehewa. Na ndivyo unaweza kuona pitia katika station ngumu, watu wako kunangwa na kusema, watu wanahesabu au wana wana kusema, mtazamo wa nje picha ya nje, lakini picha ya ndani hawajui. Kwa Kristo Yesu hahukumu kwa mtazamo wa nje, yeye hukumu kwa mtazamo wa ndani. Ndio maana Kristo Yesu anawaambia watu, hata hukumu ninayohukumu mimi ni hukumu ya kweli, lakini wenyewe hukumu yenu ni hukumu ya kinafiki. Kwa Yesu Kristo anadili sana na mtu wa ndani kuliko mtu wa nje, maana anajua kimuimi mtu wa ndani akimuini mtu wa ndani, mtu wa nje wanaitikia tu. Liko hivi, dhambi inaanzia rohoni. Kwa Yesu akiwini hiyo roho kuibadilisha, akiwini hiyo roho kuibadilisha, mitazamo ya nje yote yanaitika tu. Yani kwa hivi, ukiweza kuidhibiti roho yako na ukiweza kudhibiti spirit yako ikatenda kazi according na neno la Mungu, mwili huwa unaitikia automatically. Umeona, mwili huwa unaitikia automatically. Sasa hivi kwa rafiki zangu, Yesu baada ya kuja yule binti Simoni anamuona kama mtenda dhambi na mtu ambaye afai. Lakini Yesu alipomtazama, anamuona yule binti ndani yake anahitaji tu msaada ili apate kuondolewa katika vitu viovu ambavyo alikuwa anavifanya. Kwa Yesu anamtazama Simoni, anasema, "Sikia nikwambie, mtu mmoja alikuwa anauia aliwa, aliwakopesha watu dinari mbili. Aliwakopesha watu fedha magrupa mawili, moja alimuia dinari tano, mwingine dinari kumi. Lakini huyu utajiri alikuja akawasamea wote wadeni wake, na Yesu anamuuliza swali kwamba ni nani kati ya watu wawili ambao watashukuru sana. Yule jamaa anasemaje? Yule ambaye amesamewa sana na ambaye amesamewa deni kubwa ndio atakayeshukuru sana. Yesu akamwambia Simoni, nimeingia nyumbani kwako hapa na mavumbi miguuni mwangu, na hujanipatia maji ili nipate kunawa. Lakini huyu binti amenioosha mavumbi yangu kwa nywele zake na kwa machozi. Akamwambia pendae kidogo usamewa kidogo apendaye sana usamehewa sana. Na maana gani kusema hii habari kwamba, Kristo huwa anatazama moyo wa mtu wa ndani ambao utapondeka na kuhitaji msaada. Yule binti anapata msamaha wa dhambi kwa sababu alipondeka, aliruhusu Yesu amsaidie katika maisha. Ambayo napitia station ngumu yoyote, hebu ruhusu Kristo Yesu afanye jambo jipya ndani ya maisha yako. Kuna mambo ambayo unaweza kustruggle kwa nguvu zako, kashindwa, utahitaji msaada abavu ambao uko juu ya falme juu ya mamlaka ya kibinadamu, juu ya mamlaka giza. Utahitaji msaada, usijikumbatie mwenyewe ukafa katika shida peke yako. Waswahili wanasema kwamba mficha marazi kifo kumuumbua. Kwa hiyo usubiri kifo kikakuumbua kwa kuficha marazi, na kudokta yupo kwa Kristo. Baada ya kuja, anachohitaji ni wewe tu, uende umwambie shida ambazo unazo. Ni kama hospital hospitali tunapelekwa kwa magonjwa, kwa shida ambazo tunazo na kumwambia daktari jinsi ambavyo tunajisikia, na yule daktari hutupa dawa kutokana na ao dawa a ni za uhakika. Ukisha meza dozi unaponda mazima. Sasa hivyo hivi Yesu anampa dozi yule mwanamke, anamwambia binti, sikia umesamewa dhambi zako. Simoni anashangaa sana. Simoni, Yesu anawaambia ana watu kwamba bwana sikia, mwana wa Adamu alikuja kutafuta na kuokoa. Mwana wa Adamu alikuja kwa wagonjwa, hmm, alikuja kwa ambao wana afili wapokee afya. Sasa jinsi ambavyo mtazamo ambao Yesu Kristo alikuwa nao na mtazamo wa watu kuhusiana na watenda dhambi, jinsi ambavyo alikuwa anamwangalia wakawa ni mtazame miwili tofauti, na ndio maana wengi ambao walikuwa ni watenda dhambi, Biblia inasema walimpenda Yesu Kristo kwa sababu Yesu aliwakumbatia akawapenda. Narudia tena, ajalishi unapitia situation ngumu katika maisha yako, hebu muamini Kristo ili apate kukupa msaada ndani ya maisha yako. Ajalishi unapitia wakati gani, hebu muamini Yesu Kristo apate kukusaidia. Utofauti wa Yesu na wengine, Yesu Kristo yeye huja kwa ajili ya kumsaidia mwanadamu na kumtoa katika uteka ambao wanaopitia. Jambo lingine, Yesu anaiona thamani ya mtu kuwa ni bora zaidi. Yesu anaiona thamani ya mtu kuwa ni bora zaidi, kitabu cha injili ya Luka 15 kuanzia mstari wa nne kwanzia mpaka saba, Yesu anatoa mfano wa mtu mmoja ambaye alikuwa na kondoo mia moja. Wale kondoo mmoja aliwapeleka machungani wakara kashiba, wakati anarudisha katika zizi, akatambua kwamba kuna kondoo huyu mmoja, alitambua kwamba kuna kondoo mmoja amepotea katika zizi. Umeona, bwana akatambua kuna kondoo huyu mmoja hayupo katika zizi. Yesu Kristo, jambo ambalo alifanya, anajua ni nini huu ni mfano ambao alikuwa anautoa ili kuelezea thamani ambavyo anathamini na jinsi ambavyo anathamini utu wa mwanadamu kuliko kitu chochote. Umeona jinsi ambavyo anathamini thamani ya mtu kuliko watu wengine ambao wanakuthamini. Yesu kwa anatoa mfano kwamba yule bwana mfugo, baada ya kwenda kufungia zile kondoo, akajua kwamba kuna kondoo moja yupo katika zizi kwao, akaanza safari ya kurudi zizini ili kutafuta kondoo moja aliyepotea. Biblia inasema baada ya kumpata yule kondoo alifurahi, akamkumbatia, akamrudisha katika zizi. Hii na maana gani? Wanadamu yoyote ambaye hana upendo wa Mungu ndani ya maisha yake anafananishwa na kondoo mmoja yule ambaye alipotea na kwenda katika katika sehemu ya pori ambapo huko kuna wanyama wakali ambao wanaweza kararua maisha yake na kumuua. Iko hivi. Nje na upendo wa Mungu unafananishwa na mnyama ambaye ni chakula kwa simba au kwa wanyama wakali. Kwa anapotembea katika msitu anakuwa anatembea akiwa ana asilimia mia ya kuishi kwa sababu wanyama wakali mtafuta na kumfanya kwa kitoweo. Kwa unapotembea nje na upendo wa Mungu, huko duniani kuna movi bilisi, kuna wachawi, kuna mashetani, kuna majini, kuna pepo wachafu. Hizi ni spirit ambazo zinatembea mithili ya simba inatafuta swala ili apate kumezwa, kwa sababu unafanyika kwa kitoweo. Kwa unapotembea nje na upendo wa Mungu, unafanyika kwa kitoweo katika ulimwengu wa roho. Yaani unakuwa ni makazi ya ibilisi, makazi ya mashetani, makazi ya mapepo, makazi ya kichawi, yaani hauna defense yoyote. Ndio maana yule bwana mkubwa alivyoweza kufungia zile kondoo, alipotambua kwamba kuna kondoo moja amepotea kwenye zizi, alichukua gharama yake kufunga tena safari kuenda kumtafuta, maana alijua kama akimwacha Aroni kule porini, yule kondoo atapotea. Na ndivyo Yesu Kristo alivyoitoa gharama yake, akakaja duniani kumtafuta mimi, kukutafuta wewe ambao unanitazama ili apate kukunasua kukutoa katika mtego wa adui. Na ndio maana unapokuwa ndani ya zizi lake, unakuwa na usalama kwa sababu Yesu ndiye mchungaji mwema na sisi ndio kondoo wake. Na mchungaji mwema hutoa uhai wake kwa ajili ya kondoo zake. Na ndio maana Yesu anafananisha sisi na kondoo wa yeye ni mchungaji. Na ndio maana yotoa uhai kwa ajili ya kondoo. Huyo ndio mchungaji ambaye si mchungaji wa mshahara. Sasa hivi Yesu anathamini utu wa mtu na thamani wa wanadamu. Anathamini utu wa mtu na thamani yako mwanadamu. Ndio maana anaachilia wai wake kwa ajili ya kufanya fidia kwa yoyote ambaye atamsadiki na kumamini. Anakuthamini sana, sana, sana. Ndio maana alijua hapa duniani kuna bato. Pasipo kuwa na Kristo Yesu, hauna hauna uwezo wa kumshinda mwovu ibilisi katika maisha yako. Kuna nguvu ndogo tu. Nguvu ya kimwili, lakini nguvu ya kiroho hauna kama una Yesu Kristo. Kwa hiyo unahitaji ulinzi wa kiroho ndani yako. Ndio maana sasa inamgarimu Kristo Yesu anacha mbingu na enzi anakuja duniani kusimamisha mamlaka yake, ili kila atakayemtazama na kumwamini ampatie msamaha wa dhambi, ampatie ondoleo la dhambi, na mpatie ustahimilivu wa kuanza mwanzo mpya. Lakini jambo lingine la msingi na na kuzingatia ni hili, mtazamo ambao watu wanao kuhusiana na watu ambao wanapitia station ngumu za kutenda dhambi, na hivi ni tofauti na jinsi ambavyo Yesu alivyokuwa anatazama. Au tofauti ndio jinsi ambavyo Yesu alivyowawazia watu wao, iko hivi hii. Hii ni namna ya pili ambayo nairudia pointi ile ya kwanza, kwamba watu wanahukumu kwa muonekano wa matendo, watu wanahukumu kwa muonekano wa matendo, lakini Mungu huangalia moyo. Kitabu cha Samweli wa kwanza 16 Mwanadamu huangalia sura ya nje. Hapa ni Mungu anaongea. Mwanadamu huangalia sura ya nje. Hmm? Bali Bwana huangalia moyo. Hizi nyakati ambazo hizi nyakati ambazo Samueli alituma kwenda kwa baba mmoja ambaye alikuwa na watoto wengi, babake na Daudi alivyotuma kwenda pale kwa mzee Yesse, ah, Samueli kwa ajili ya kwenda kumnyunyuzia mafuta mfalme wa nchi ya Israeli. Alipofika mahali pale, Biblia inasema Yes aliwaita watoto wake wote mahali pale. Wakaja kaka zake Samueli majabari amejaa nini? Giant, mahisamu, Mora Samueli akaona kuna mkubwa katika ile familia. Akamwona kuwa huyu ndo anafaa kuwa, kuwa mfalme. Lakini wakati anaenda kunyunyiza chupa ile ya mafuta ikagoma kutoka. Samueli akapitisha wote wakakosekana. Samueli akashindwa kuelewa ni nani ambaye anaweza kuwa mfalme na Mungu amenituma kwenye nyumba. Akaulizia, "Je, watoto wako Yesu wote wameisha?" Akasema kuna mtu mmoja, kuna bwana mdogo mmoja kako machungani, kanachunga. Labda hapo maandiko yanasema alipokuja Daudi, Samueli akutarajia kwa sababu alikuwa amechoka Daudi. Mchafu kwa Samueli, jinsi ambavyo alikuwa anatazama kwa nje si jinsi ambavyo Mungu anatazama kwa ndani. Kwa hiyo unaweza kuonekana kama ni mchafu sasa hivi kwa mazingira ya nje, unaweza kuonekana kama ni mchafu kwa mazingira ya nje, lakini Mungu haangalii uchafu unao sasa hivi, yeye uchunguza sana moyoni. Kwa hiyo Daudi angekataliwa kwa sababu tu ya uchafu, lakini Mungu alijua kwamba Daudi huyu ndiye ambaye anatakiwa awe kuwa mfalme. Kwa Samueli ananyiza ile chupa juu ya kichwa cha Daudi na inakubali. Samueli anashangaa sana. Hapa ndipo Mungu anamwambia Samueli kwamba mwanadamu huangalia sura ya nje, bali Mungu huangalia moyo. Kwa Yesu baada ya kuja duniani, kuna watu ambao walikuwa wakiwatazama tu, wanaonekana kuwa ni waovu na watu wabaya kama kina Zakayo. Yesu alipoingia katika nyumba za Zakayo, e bwana e, alikuwa ni mtoza ushuru Zakayo. Jamii nzima inamuona kama mwizi na mtu ambaye anashirikiana na Warumi kwa ajili ya kukusanya kodi vibaya katika nchi ya Israeli. Kwa watu wakamchukia sana Zakayo. Lakini Yesu alipokuja na mama yake Zakayo, shuka katika mtini, maana leo hii nitakuwa nyumbani kwako. Angalia kitu ambacho Yesu alikifanya. Jamii inamwona Zakayo kama mzinguaji, lakini Yesu hamuoni Zakayo kama mtu mwovu. Anamwona Zakayo kama mtu ambaye anaweza kabadilika na akaanza mwanzo mpya. Kwa Yesu anapata fursa ya kuingia nyumbani mwa Zakayo kwa ajili ya kwenda kufanyeje, kubadilisha mtazamo wa ndani ambao Zakayo alikuwa nayo. Kwa wakati Yesu amefika pale, hukumu ikamjaza Zakayo. Akamwambia Bwana kama niliwakopesha watu dinari mbili, niwaambia dinari mbili nitawazidishia, nitawapatia nne. Ni. Yaani akaomba akaonyesha ile toba ya kweli ya ndani. Lakini mazingira taswira ya nje, watu hawakumuelewa kabisa Zakayo. Kwa hivyo watu wanaweza sikuelewe katika maisha yako. Lakini Kristo Yesu anakuelewa sana. Don't give up. Watu wanaweza sikuelewe, lakini Yesu Kristo anakuelewa sana. Hivyo sikate tamaa. Narudia tena. Watu wanaweza wasikuelewe katika maisha yako, lakini Yesu Kristo anakuelewa sana, hivyo usikate tamaa. Zakayo akukata tamaa, japokuwa alikuwa ni mfupi wa kimo, ila alifanya kila namna apande juu ya mkuyu amwangalia Yesu. Situation yoyote ambayo unapitia, fanya kila namna, fanya kila namna, usikose ibada ya ndani. Mtazame Kristo Yesu peke yake, yeye ndio ana uwezo wa kuanzisha na ndio ambaye ana uwezo wa kumaliza. Kwa Yesu, jinsi anavyowatazama watu ambao sisi tunawaita watenda dhambi na wabaya, Kristo Yesu awatazami kwa namna hiyo. Anaona kwamba yapo matumaini katika mti uliokatwa, ujaposikia harufu ya maji utachipuka tena. Kwa hiyo ndugu yangu ambao unanitazama na kunifuatilia, ni kwamba usikate tamaa, usikate tamaa. Yesu Kristo, Yesu Kristo hajawahi kumkata tamaa mwanadamu hata mmoja. Anachohitaji apate kukusaidia tu uachilia moyo wako tu, ili Yesu apate kukusaidia. Achilia moyo wako, fungua moyo wako ili Yesu apate kukusaidia. Mmm. Ili Yesu apate kukusaidia. Lakini jambo la pili, unajua watu hutenga na wanadharau. Lakini Yesu Kristo hatengi wala hana dharau ndani yake. Watu wanapotazama huwatenga watu na kuwadharau. Lakini Kristo Yesu hakuwa kwa namna hiyo. Alipokuja duniani hakufanya kitu kama hicho. Yule mwanamke pale Yesu alipomsamehe dhambi Hmm? Yule Farisayo alikuwa shamdharau yule mwanamke. Lakini Yesu hana gadharau juu ya mtu. Anajua bado yapo matumaini ya kumbadilisha mtu. Umeona bwana? Lakini kitu kingine, watu wanapenda adhabu kuliko urejesho. Unajua mwana mwanadamu anapenda kumsurubisha mtu, ndio kuna magereza, kuna nini. Kwa mwanadamu anapenda kumsurubisha mtu kuliko kusuluhisha. Umeona bwana? Kwa hiyo yule mwanamke pale, walitaka watu kumpiga mawe, lakini Yesu Kristo alisema hapana, inatakiwa binti apate suluhisho. Kwa watu wana watu hukumu na wataki suluhisho, lakini kwake Yesu Kristo, ukimwamini anakupa suluhisho ndani ya moyo wako wako, ndani ya moyo. Sasa huu ni mtasare mdogo, nimeuandika hivi, utofauti mdogo huu, ni kuna bagrafu hapa, nimechora baina ya Yesu na watu wanavyofikiri baina ya Yesu anavyotazama na watu wanavyotazama. Watu Yesu huona huruma lakini watu huona hukumu. Yesu huona huruma ila watu huona hukumu. Wakati mimi nipozingua mtaani kwangu TX, nipo rudi maskani TX, ila mtu mzee, wakati wa kwanza nirudi nikiwa nimeweka style fulani hivi ya nywele. Bwana jamii ya watu waaminio walinikataa. Mbona wakaninanga sana wakanisema. Kwa watu huona hukumu lakini Yesu huona huruma. Watu ni wepesi sana kukuhukumu. Ila Kristo Yesu huachilia huruma baada ya hukumu. Lakini jambo la pili, watu wanaweza kukukataa. Lakini Yesu alikuja kwa ajili ya kuokoa. Watu wanaweza kukukataa. Ila Yesu alikuja kwa ajili ya kuokoa. Lakini jambo lingine, watu wanaweza kukuumiza. Lakini Yesu alikuja kuponya. Watu wanaweza kukuumiza. Ila Kristo Yesu alikuja kwa ajili ya kuponya. Jambo lingine, watu wanaweza kuwa na kuzi yake. Lakini Yesu alileta upendo. Watu wanaweza kufanya ziaka juu yako. Ila Kristo Yesu alileta upendo. Jambo lingine, watu wanaweza wakadhibu juu yako. Lakini Yesu alileta toba na badiliko ndani ya moyo. Alileta toba na badiliko la moyo ndani yako. Sasa iko rafiki yangu, huo ndio utofauti kati ya Kristo Yesu na wanadamu wanavyotazama. Huo ndio tofauti kati ya Kristo Yesu na wanadamu wanavyotazama wanadamu, tazama vibaya, utazama tofauti sana jinsi ambavyo Kristo anavyotazama. Siku hii ya leo nikuwa na ujumbe mfupi juu yako kuhusiana na utofauti wa Yesu Kristo na watu wanavyotazama. Uwe na heri na ubarikiwe, naitwa jina langu Evod Medson. Baraka za Bwana ziwe juu yako. Na wewe ambaye unamwamini Yesu Kristo, utaenda kurudia sala ya toba, sema: Bwana Yesu, naja mbele zako, natambua kuwa mimi ni mwenye dhambi, naomba unisamee makosa yangu, unifutie kabisa madhambi yangu, uniepushe na ule mwovu ibilisi, unipe tumaini lako ndani yangu, nitakase na kuondoka kila dhambi, katika jina la Yesu Kristo, amen. Nami nitaenda kukuombea. Baba, katika jina la Yesu, ninamwombea huyu ambaye alikuwa ananitazama kwa njia ya mtandao Neema yako na upendeleo wako Bwana uwe juu yake. Tazama nimebukiwe na kukuamini na kufanya toba, ninamwambia grace yako, ninamwambia Bwana neema kukuwa katika wokovu ipate kutindika juu yake, katika jina la Yesu Kristo, in Jesus name I pray, amen. Naitwa Evod Medson. Hapo chini kuna namba za simu, unaweza kuchukua tukafanye mawasiliano. Aliyezima Mungu na cha kubariki. Asante kwa wakati wako, asante kwa muda ulionisikiliza. Amen.